Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa wa wa wabarakatuh. Ama kuhusiana na ndoto ni kwamba, mara nyingi kitu ambacho kilivyo ni kwamba unapoota ndoto, ninachojua ni kwamba usigeuke, usifanye fanya harakati unapoamka, yani kama ulikuwa ukiota ndoto ukae hapo hapo uifikirie kuhusu hiyo ndoto bila kugeuka huku na kule, kwa sababu mara nyingi unapofanya hivyo, ukigeuka huku na kule, ni kama unai delete yani, unaisahau au utaikumbuka. Kwa hivyo kukaa pale kwanza, kuifikiria, unakuta ni kama unai absorb, unaiwahi vizuri fikra ile au nini, unaiwaza na alafu inaingia kwenye nini? Kwenye, e, kwenye ubongo wako na kumbukumbu. Sasa kumbu ndio njia nzuri ya kuweza kukumbuka. Na mara nyingi utakuta ukilala ukiamka ulikuwa umeota ndoto alafu ukishaamka hiyo ndoto unaikumbuka, ukirudi mara ya pili, ukiamka mara ya pili, sasa unakuta ya kwamba eh, nakumbuka niliota, lakini sikumbuki kile nilichoota, ama unakumbuka baadhi ya mambo mengine, ukumbuki. Sasa njia nzuri ni nini? Ni unabaki pale pale, unaifikiria kwanza, ama unaiandika. Alafu ukirudi mara ya pili, hata ukiamka baadaye, hautaisahau na hususan, ukiandika utaikumbuka. Na ndoto hasa, mara nyingi ni bishara ya kukuelezea kitu. Eh, kuna riwaya inasema ya kwamba, eh, yani madhumuni yake inasema ya kwamba ndoto sabun min sabaina kitu sijui au kitu kama hicho, ya kwamba min sabaina juzum min nubuwa au, mi, au min alwahi kitu kama hicho, yani kwamba ndoto ni katika, ni juzu katika takriban ma, ni juzu sabini takriban za utume yaani za wahi. Kwa hivyo na hata tunaambiwa katika hadithi ya kwamba Mtume alikuwa akiulizia asubuhi katika riwaya zinazo so, nini, tukisema ya kwamba kwa sababu naona zinatajwa, kwa hivyo huenda ikawa usahihi wake upo wa hadithi zile ikiwa utasema usahihi wake ni kwamba Mtume alikuwa akiulizia asubuhi, watu wakiamka, ni nani indahu, yani bisharat au mubashirat, kitu kama hicho, hizi ndoto, nani ameota, kwa sababu zinakuwa zikielezea baadhi ya mambo. Na ndoto ni kitu ambacho ni kizuri, na ziko na tafsiri zake, na watu kulingana na ni alama fulani ya kupaa kwa roho yako au ukamilifu wa nafsi. Mwenyezi Mungu anakufungulia ndio uweze kujua, au nafsi yako inapokuwa iko imetakasika, unaenda unaweza kufunguliwa na kuweza kuona mambo mengi. Kuna watu ambao hupatwa ndoto, hupatwa na ndoto sana, na hiyo ni alama moja ya usafi wa roho mara nyingi, na kutokuwa na uchafu wa nafsi, lakini unapokuwa labda roho yako e, sio safi, unakuta ni kama imepatwa na kiza, ndio unakuta huwezi labda hata kuota ndoto. Si tu kwamba huoti, lakini hauzikumbuki au hazikuelekezi katika mambo na kukufafanulia, kwa sababu ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kukuelekeza. Kuna watu ambao huota ndoto, wanaona yale yale ambayo watakayofanyika na kuna watu ambao huonyeshwa kinyume. Yani inakuwa ni, ni kitu ambacho kimefungika mpaka kifunguliwe, yani ni kama e, nini e, kama proverb vile mtu unaifungua ndio uweze kuifahamu. Kuna zito ndoto kama hizo ambazo, ambazo kama kile kisa cha Nabii e, Yusuf alaihi salam ilibidi wafungue na waeleze wa, wajue maana yake na wale walioshindwa waliziita nini? Adghathu eh, ahlami. Adghathu ahlam ni zimechanganyikana hazieleweki na hazina maana, wengine wanasema hazina maana, sasa au ni ngumu sana kuzielewa hizo ndoto sasa. Walikuwa wakisema kwamba hizi adghatha wala dwala manahnu bitawili ahlami bialimin. No, no. na elimu ya kufahamu ndoto, kuna nini? Ni ulimwengu mwingine huko, na una lugha yake, ukule na tafsiri yake. Sasa kule kutafsiri kutoka kwa, kwa, kule ulimwengu kulete katika ulimwengu huu, inaitwa ta'birul ahlam, ta'birul ahlam uh, hii tabiru la ahlam kwa nini tabir? Kwa sababu maana yake ni ubur, yani kuvuka. Wewe unapovuka barabara unasema ana aabur, ninavuka, na unapotafsiri pia ndoto unasema ana, aabur au uabir. Sasa hii neno hilo limetokana, yani, kwamba ni kwamba unazungumza una unatoa maneno kutoka upande ule unalete upande huu. Kule kuna lugha yake, miongoni mfano wake ni nini lugha ya ndoto hii sasa ni tabiru lahlam, na kuna nini? Tawilu lahlam. Tawilu lahlam ni aina yingine pia ya ndoto, nini tafsiri, na hii ndio nabii Yusuf alipewa io, alipatiwa ilmu tawili lahlam ahlam, na hiyo ina maana yake pia kuna njia ya kufasiri kutoka huko kuleta kwa upande huu ama tabiru lahlam ni kama vile, kwa mfano, mfano wake ni kwamba kule utaota, nikitoa mfano kutafsiri sasa, kwa kulete kwa lugha hii nyingine ya, ki, ya kisasa, yani ya ya kuwa mtu ambaye yuko macho, kule utaona labda paka. Tafsiri ya paka katika ulimwengu huu maana yake ni nini? Ni mwizi. Ukiona mwizi kule, jue maana yake ni nini. Nipaka. ukiona adhana, adhana ni kwamba unaona mtu anaadhini, yani kwamba maana yake ni kwamba ataenda hija, na hii iko kwenye Qurani pia na nyingi. Ukiangalia katika tabir huwa ni nini, ukirudi kwenye hadithi au ukitoka, ukirudi kwenye uh, aya za Qurani, ukiangalia tafsiri yake ni hiyo, yani maana, kwa mfano mwizi kuna hii e, aya inasema pia nini adhana pia e, wa adhanu minan nasi yawmal hajjal akbar. Hiyo sasa maana ya adhan, ukiona mtu yani maana yake ataenda hija ha? na nyingine e, ni mwizi, ikiwa ni mtu mwovu anatafsiriwa, anaambiwa kwamba huyu ni mwizi, kama ile aya ambayo inasema ya kwamba waadhina waadhana muadhinu ayata innahum lasariqun yani hawa akaadhini mwenye kuadhini akasema hawa ni wezi. Sasa zinaenda hivyo Ukirudi kwenye Qur'ani misingi hiyo iko mwenye kuelewa Qur'ani na hadithi watakuta nini anaelewa hii maana yake ikizungumzwa hivi maana yake ni hii na inaenda pia kulingana na watu tofauti unapotafsiri kwa kwao so, hiyo ni ilmu ambayo ni ta'birul ahlam na kuna ta'wilul ahlam ambayo tumesema e, na, e, imam na, nabii e, Yusuf alipewa. alafu kuongeza kuna misingi ambayo iko ambayo mtu anaweza akasoma na akajua kutafsiri, lakini pia kuna nini nyingine ambayo iko ni kwamba ni kipawa mtu upewa, na mara nyingi kama vile ilivyoonekana mtu anapojiepusha na uzinifu na uovu kama huo, Mwenyezi Mungu anamruzuku hiyo. Kama nabii Yusuf, yule mwanamke ambaye alikuwa akiitwa Zuleikha alitaka kuzini naye, basi yeye akakataa akajiepusha, na akawa amefanikiwa, kanini akaepukana na hilo, Mwenyezi Mungu akamruzuku hiyo elimu. Kuna wengine kama hao ambao walipata, walifanya mambo kama hayo, akajiepusha, Mwenyezi Mungu akamruzuku elimu kama hiyo. Kuna mmoja kwa mfano aliingia sehemu, mwanamke akawa amemfungia kwenye nyumba, alimdanganya akamwingiza kwenye nyumba, na akawa anataka kufanya kitendo kibaya naye. Naye sasa alimwambia subiri kidogo, haiwezekani tukufanya hivi. mpaka nifanye haja yangu kidogo, alafu ni, nije. Kaingia chumbani yani chooni, kwa samahani. Alipoingia chooni, kachukua choo Akajiweka kwenye mkono aka, sawa, sawa. Sasa, alipotoka yule mwanamke ikabidi afungue mlango kwa sababu alikuwa atampaka, kaongea ukikaribia, mi nakupaka hii. Sasa alipotoka Mwenyezi Mungu akamruzuku nini, elimu hiyo. Na kama sijasahau labda jina lake ndio huyo, alikuwa hata kuna vitabu vinaandikwa, nasema kina kitabu cha nani cha ndoto cha nini, Ibni Sirin. E, alipata hiyo elimu na wengine, kuna wengi kadhaa ambao walipata elimu kama hiyo. Kwa sababu ya nini? Ya kujiepusha na uzinifu, yaani alikuwa katika kitendo hicho, alikuwa akitekeleze kwa kulazimishwa, lakini akajiepusha, Mwenyezi Mungu anamlipa e, nini nguvu hii ya kutafsiri ndoto. Ndoto ina nyakati ambazo sawa sawa, mara nyingi zaidi nyakati nzuri zaidi ni zile za kukaribia asubuhi, ndio wakati ule inakuwa ni swade. Na mchana pia kuna zingine ambazo huwa ziko sawa, lakini sio kila wakati. Kuna nyakati ambazo unaambiwa ukiota, wanasema pana hii haina tafsiri yake, lakini hata hiyo ya mchana huwa zina, zina tafsiri eh. Lakini iliyo bora kabisa, wakati bora wa ndoto huwa ni nyakati hizo za usiku unapokaribia asubuhi. Usingizi uko na darajati. Mtu anapolala huwa wenyewe pia wameziweka, yuko kwa mfano kuna level ya kwanza, level ya pili, level ya tatu, labda ya nne. Mtu anapolala kuna ile utakuwa umelala lakini labda uko katika level 1, haujaingia ndani kabisa kwenye usingizi. Mara nyingi zile dakika chache za kwanza ukilala, ile haraka unakuwa bado hujapotelewa nini. Sasa, hata kwa Kiarabu huwa wanaziita ghafwa. Ghafwa ni kama umelala, lakini unafahamu kiasi fulani, ni kama uko nusu nusu, ni kama, kama ulevi. Ulevi hivyo hauelewi sana kile kinacho, hiyo kuna daraja ya kwanza labda inaweza kuwa hata masikio yanasikia na nini, na ndio utakuta labda wengine wanasema nilipoota niliota nikiwa katika hali ya ghafwa yaani ni kama nafahamu, nadiriki. Alafu kuna ingine unaingia ndani usingizi mzito zaidi. Sasa hata kailula, tunapoambia kailula tulale, mapumziko ya kailula huwa ni kiwango hicho kidogo cha kulala cha dakika chache. Sasa huwa ni kama gari inapoanza kwenda spidi, inaenda inaanza polepole, baadaye alafu inapata spidi, inaenda kabisa. Sasa unapolala zile dakika za mwanzo, haujaingia kwenye usingizi sana sasa kailula ndio hiyo, tunapolala mchana, unaambia ulale, kwa mfano ulale dakika chache, nusu saa, dakika kumi na tano kitu kama hicho, utakuja ingia sana lakini eh, pale mara nyingi utakuta mtu anajifahamu na unajua ya kwamba labda unaota. Sasa katika mahali kama pale uwezo ukajitoa, na mara nyingi saa zingine hata mtu anaposumbuliwa na kwa mfano ndoto mbaya mbaya za majini na nini, akiwa katika hali kama hii, ana uwezo wa kutoka pale, lakini saa zingine utakuta anajaribu anataka kutoka, lakini anashindwa kwa sababu yule jamaa naye labda amemkaa kalia sawa sawa. Saa zingine unasikia umekaliwa, ukifua amekubana nini, unajaribu labda kukimbia unashindwa. Sasa pale ukisoma sura zile, unaelewa kwamba kuna huyu jamaa anakusumbua. Sasa ukisoma zile sura utakuta anashindwa, unaamka. Wakati huo umeweza kutoka. Sasa e, na pia kuna mambo mengine ambayo unafahamu. Mfano mwingine ni nini? Ni wakati mmekutana, tunaambiwa kwamba mtu anapofariki kawaida, watu wanamuona baada ya muda mfupi, yani baada ya wiki wiki mbili, mwezi, kitu kama hicho. Unakuta mtu akishafariki, mnamuona, mnamwona. Sasa tunaambiwa ukimwona marehemu kwa mfano, na waumini wao wanafanya hivyo. Ukimwona marehemu na ukizungumza naye, umshike mkono wake haraka na e, ima nafikiri kama sijakosea, ushike hapa au labda kwenye kidole chake kidole gumba. Anasema kwamba ukimshika hapo, umuulize chochote, utakachomuuliza yeye atakujibu sawa, hata danganya hawezi kukudanganya. Sasa muulize wewe ulipofariki ilikuwaje? Baada ya kufariki ilikuwaje? Nini? Atakuelezea mambo yote. Sasa hivi uko wapi? Atakuelezea, na ni kitu ambacho waumini wamefanya, na bali huwa wanafanya, na unakuta anaelezea, ah, mimi nilipofariki ilikuwa hivi na hivi, kisa kilikuwa hivi. Sasa wakati huo si unajua, hata unatambua ya kwamba hali hii nilionayo ni kwamba ninakutana na huyu marehemu, akili inafahamu, siyo kwamba hufahamu. Kwa hivyo hauko katika ile daraja ya kuwa haujiwezi hujijui, unadiriki na unaelewana na na huyo marehemu, mnakutana naye na, ni yeye kweli, mnakutana naye roho yako na yake, kwa sababu mko katika ulimwengu mmoja, mnakutana naye na mnazungumza. Kwa hivyo ndio kuna marhala hiyo ambayo iyo mda, lakini ukiingia katika ile ndoto kabisa, ndio utakuta mtu ameenda, hata akiamka labda hata ndoto aliyoota hakumbuki na usingizi labda unamwita hasikii, hajijui, yaani yuko kule uli, kwenye uli usingizi mzito kabisa. Na tukirudi pia kwenye ndoto za Mtume, ndoto za Mtume hasifiki kwa, kwenye hicho kiwango, na ndio sababu anasema anapolala anasema tanamu aini wala yanamu qalbi eh, kwa maneno madhumuni yake ya kwamba Mtume, macho yangu yanalala yanafunga, lakini moyo wangu haulali. Sasa mtu akifanikiwa kufika kiwango hicho, ya kwamba mtu analala lakini halali, huyo sasa amefanikiwa vizuri, kwa sababu maisha yake ya yanakuwa ni kupumzisha mwili tu, lakini haingii kwenye ulimwengu huo wa usingizi mzito. Sasa mtu anapolala hiyo ndio sehemu ambayo ni bora na unasikia na unatulivu na ukiulala usiku unashtuka, unaamka, na kulala na na kulala na kwenda kwenye kufanya ibada. Lakini mtu yule ambaye analala usingizi kabisa hata ibada inampita haamki wala hatambuki. Lakini ambaye usingizi wake ni kio kiwango hicho cha daraja za kwanza kwanza, utakuta anakuwa na wepesi, mwenyezi Mungu anamjalia ni kwamba anaamka na anajua anashtuka, anaamka anafanya ibada zake zile za usiku na asubuhi pia vile vile.